Mtazamaji, watu kadhaa walioathirika kwenye vurugu zilizoshuhudiwa baada ya mikutano ya Rais Ruto hapa jijini Nairobi wangali wanakadiria hasara kutokana na uhalifu ulioshuhudiwa. Na baadhi ya waathiriwa wameelezea masaibu yao, wakisema hawakupiga ripoti kwa polisi kwa sababu hawana wa imani na idara hiyo, na kama anavyoarifu Franklin wala, ni kwamba idara ya polisi inashikilia kwamba inaendelea kuwasaka waliohusika na uhalifu huo. Vurugu zilizoandama mikutano ya Rais William Ruto jijini Nairobi zimewaacha waathiriwa wengi kwenye njia panda baada ya makundi ya vijana kutumia mikutano hiyo kuwavamia na kuwapora mali. <muchanilis> <muchanilis> Wakenya wengi walijipata pabaya na kuvamiwa mchana peupe. Makundi ya vijana wahalifu walichukua sheria mikononi na kufika katika maeneo aliyokuwa akizuru Rais. Walioathirika zaidi ni wafanyabiashara wa rejareja. Niliibiwa simu naonadarulia nguo kabisa, wakichukua hiyo simu waking'ang'ana hadi na pesa za kazi. Nitaripotiaje polisi? Watanisaidia na nini? na simu ilienda na hata hao vijana si wajui. John Muthui aliibiwa kila kitu na wahalifu hao. Niliibiwa hii mali yangu iko hapa, pesa na simu plus kisu, lakini sijaripoti mahali. Sasa polisi watanisaidia kivipi? Mbali na hayo mtu mmoja aliuawa baada ya kugongwa na gari lililokuwa kwenye msafara wa rais. Matukio hayo yakisababisha wakenya kuuliza polisi walikuwa wapi walipokuwa wakivamiwa na wahalifu. Hata hivyo, kamanda wa polisi Nairobi anasema kuna watu waliokamatwa na wengine bado wanasakwa. They started even stopping the vehicles on the road. And that one was not the purpose as to why they were supposed to be there. Those things could not be allowed to continue. Uh, summa, uh, to to Kufuatia matukio hayo, baadhi ya walioathirika wametilia shaka hali ya usalama nchini, wakiitaka idara hiyo ya polisi kuhakikisha visa kama hivi havishuhudiwi tena. Jumanne eneo hili lilikuwa eneo hatari kutokana na vurugu iliyoshuhudiwa hapa na maeneo tofauti jijini Nairobi. Idara ya polisi sasa inasema imeweka mikakati ya kuzuia visa kama hivyo, lakini Wakenya walioathirika bado wana wasiwasi kutokana na zogo lililoshuhudiwa wakati Rais Ruto alizuru maeneo tofauti jijini Nairobi. Franklin Wala, Runinga ya Citizen kutoka Naivas, Ruaraka, Nairobi.